Rais wa Urusi Vladimir Putin amethibitisha kuwa amepokea ombi la rais wa Marekani Donald Trump la kuwasamehe wanajeshi wa Ukraine waliokwama katika mkoa wa Kursk, Urusi. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la usalama wa kitaifa Ijumaa, Putin amesema kuwa Urusi iko tayari kuwahakikishia usalama wao ikiwa watajisalimisha. Iwapo wataweka silaha chini na kujisalimisha, sisi tutawahakikisha uhai wao na kuwaheshimu kulingana na sheria za kimataifa na kanuni za kisheria za Urusi, amesema Putin. Awali, Trump aliandika kwenye Truth Social akiitaka Urusi iwahurumie wanajeshi wa Ukraine waliokwama, akionya kuwa endapo hilo halitatokea kutakuwa na mauaji mabaya zaidi kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia Hili litakuwa mauaji ya kutisha ambayo hayajaonekana tangu vita vya pili vya dunia, Trump aliandika. Putin alijibu kuwa Urusi iko tayari kuzingatia ombi la Trump, lakini akaweka wazi kuwa ili ombi hilo litimizwe, Kiev lazima iwaagiza wanajeshi wake wajisalimishe.

huko Urusi mnamo Agosti mwaka jana na kufanikisha kuteka mji wa Sudza pamoja na vijiji kadhaa. Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, alidai kuwa uvamizi huo ulikuwa mkakati wa kujenga nguvu za mazungumzo ya amani dhidi ya Urusi. Hata hivyo, jeshi la Urusi liliweza kuyadhibiti haraka mashambulizi ya Ukraine na kwa sasa limekuwa likirudisha udhibiti wa maeneo yaliyotekwa polepole. Kufikia Jumatano jioni, mkuu wa majeshi ya Urusi, Jenerali Valery Gerasimov aliripoti kuwa asilimia 86 ya ardhi iliyokuwa imetekwa na Ukraine imerejeshwa chini ya udhibiti wa Urusi. Alieleza kuwa wanajeshi wa Ukraine waliobaki wamezingirwa na kukatwa njia, ingawa hakutoa idadi kamili ya wanajeshi waliokwama. Putin hapo awali alisema kuwa hatima ya wanajeshi wa Ukraine waliokwama Kursk ni moja ya masuala muhimu yanayohitaji kutatuliwa kabla makubaliano yoyote ya usitishaji mapigano kati ya Moscow na Kiev. Hadi sasa Kiev haijajibu rasmi matamshi ya Putin. Hata hivyo, mkuu wa majeshi wa Ukraine amekanusha ripoti kuwa wanajeshi wao wamezingirwa Kursk, akidai kuwa taarifa hizo ni hadaa za kisiasa kutoka Urusi. Wakati huo huo, Putin alisisitiza kuwa Urusi inaunga mkono pendekezo la Marekani la usitishaji wa mapigano kwa siku 30, lakini akasisitiza kuwa mazungumzo zaidi na Washington yanahitajika ili kushughulikia wasiwasi maalumu wa Urusi. CHD Track. wanasambaza magari bora yaliyoundwa na Maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka ya China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CHD Track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.